igineko ni kwamba wizara ya Elimu imeanzisha mipango ya kuwaelimisha Wakenya kukumbatia mfumo wa masomo kwa njia ya mitandao. Washikadau mbalimbali kutoka sekta hiyo ya elimu wako mjini Kisii kufanya kikao maalum na viongozi wa kaunti hiyo. Aidha, wafanyikazi wa kaunti ya Kisii watapata fursa ya kuongeza elimu katika chuo kikuu mtandaoni. Hivi sasa tunaungana naye Crispin Otieno kutoka mjini Kisumu, uh, Kisii ni eradhi aweze kutuarifu mengi. Uh, na mwa, uh, Nimrod wanasema kwamba ji, kadri si kwa zinavyozidi kusonga ndivyo mambo yanazidi kubadilika. Na hii leo, uh, washikadau katika sekta ya elimu wamezuru kaunti hii ya Kisii kama njia moja wapo tu ya kuhamasisha umma kuhusiana na uh, masomo ya njia uh, kwa njia ya kidijitali. Ndio maana uh, washikadau katika sekta hii ya elimu wako hapa nyuma yangu, nataka kuzungumza uh, na mmoja wao hapa. Tutaanza nahapatanukwa uh, uh, wale ambao labda uh, wakufahamu watu, majina kisha uh, mbona tuko hapa. Asante uh, uh, sana ndugu Crispin Otieno. Mimi jina langu ni Frank Otieno ni afisa wa mawasiliano katika chuo kikuu cha Open University of Kenya ambapo tuko hapa hii leo katika miji mitatu mikuu, Kisii, Ogembo na Keroka ambapo Wizara ya Elimu imezindua shughuli hii rasmi ya kuwahamasisha wananchi kuhusiana na swala zima la elimu dijitali. Lakini nyuma yangu basi, niko na wenzangu hapo wakubwa wangu ambao ningependa basi kuongea nao tunapozungumzia kuhusiana na, na, hmm, uh, uh, elimu ya kidijitali, mtuambie umuhimu wa shughuli hii. Tumeona umezungumza, umeweza uh, kufika katika makao makuu na kuzungumza na commissioner wa kaunti hii yeah, na vile vile mnahusisha wale ambao ni wafanyikazi wa kaunti hii ya hmm, Kisii. Tujenge taswira jinsi hali ya yeah, ncha, nitaomba tafadhali uweze kuniruhusu niongee kwa kimombo, okay.

kasi fulani, ni lazima uende uendanishe na mwalimu katika hiyo kasi. Unaweza wewe mwenyewe kwa upole na kwa mwendo wa utaratibu kupitia ile ma, e, learning materials na uweze kusoma kwa wakati wako wewe mwenyewe. Mwalimu atakuja tu baadaye kuweza kuangalia kama umeweza kupitia haya masomo na jinsi umeweza kuyafanya na pale ambapo unaweza kutaka kupata usaidizi. Asante sana. Ya, asante. Tunakutana na wenzako uh, hapa pia, tutujulisha anaitwa nani? Ni mwamko ambao haukuwa uh, hapo awali kwa sababu kwa sababu so, uh, ni jambo jipya nchini Kenya. Hebu tuelezee tu, ukilinganisha na masomo ya kawaida, tofauti ni gani? Okay, kwa jina anaitwa Dr. Catherine Kagusha, uh, registrar academic affairs katika chuo kikuu cha Open University na huu ni mfumo mpya wa masomo kwa sababu serikali iliona kwamba Wakenya wengi wa hawapati kupata elimu kwa sababu sababu nyingi kama vile digital divide, uh, digital divide kuna geographical na pia kukosa karo na mambo kama hayo, so serikali ikaamua kwamba ianzishe chuo kikuu cha Open University and why open, open ni kumaanisha admission criteria

So that you can study at your own time and finish at your own pace and your uh, in, a, in, your own way so that is where we talk about openness and uh, we intend to reach very many Kenyans and give them a chance unapomalizia na huyu yeah. profesa hebu tuambie kuna yule yeah. mkenya ambaye anatizama kule mashinani ambaye pia amekuwa aki taka labda kujiendeleza kimasomo na Wizara ya Elimu kwa ushirikiano, serikali kupitia Wizara ya Elimu imekuja na mbinu. Yule ambaye yuko mashinani afanyaje? Uh, tungeomba kwamba kwa kwa majina ni Profesa Rafael Nyonje, director quality assurance open university. Uh, ushauri wetu kwa wale ambao wako kwa mashinani kwamba wajiunge na sisi. Uh, mfumo wa uh, dijitali ni mfumo ambao um, kila mtu ambaye ana simu na pia anatumia simu yake anaweza ku, kufikia masomo haya, na kuna dhana kwamba ama, ukisoma kupitia kwa mfumo wa dijitali masomo ni duni. La hasha! Kuna watu wengi ambao wamesoma kupitia mfumo huu na ni watu mashuhuri katika vitengo uh, mbalimbali vya, vya Kenya na pia wa, wanafunzi ambao wamehitimu Uh, kupitia mfumo huu wameonyesha weledi fulani katika ku, uh, ku, kubuni mbinu tofauti tofauti, uh, katika uh, jinsi wanavyofanya kazi, na hii innovation inasaidia, na pia naweza kuambia kwamba masomo ya kidijitali is uh, uh, the programs that we have have been accredited by the Commission for University Education and they are of high quality we are actually actually the the university that, the only university only that has actually embedded CBC in our programs, and our programs programs and are high quality. So wale watu wote ambao huko uh, mashinani tunaomba mjiunge na sisi ana mtaona umuhimu wa masomo ya mfumo uh, wa kidijitali. Tunayo kijana ambaye alikuja uh, labda uh, kii ku ulifika hapa ili kujiandikisha kama mwanafunzi wa uh, kusomea mitandaoni. eh, kilichofanya wewe kujiandikisha ni eh, gani? Kwa majina naitwa Evans Nyakundi eh, nataka kusema masomo kwa mtandaoni naona si mzuri eh, masomo, masomo ya, ya, ya yale ya zamani yenye tunasoma huko nyumbani, ile masomo ilikuanga mzuri kushinda hii ya mtandaoni. Hii ya mtandaoni hata ukiangalia kuna kuna, kuna, kuna, umekuwa ume ukijiandikisha kimitandao, uh, kwa njia ya mitandao kama njia mojawapo tu ya kusoma, hebu uh, tuambie tu ikilinganisha, wamesema kwamba unaweza somea mahali popote oh. Uh, sorry. Kwa hiyo nilikuwa nasema masomo ya mtandaoni ni masomo njia, njia, njia moja mzuri ya kusomea mtandaoni, juu kuna wale watoto wenye wako huko nyumbani huko wakijiunga wakiji, wakiji, na hao wenye wanasomea mtandaoni wataenda mbali. Asante uh, sana. E, kwa majina naitwa Jacob Moranga, natoka pale Nyaribari Chache Keumbu. E, uh, mimi ni mtu wa Boda Boda hapa Kisii Town CPD na nimefurahia sana na hii university ambayo iko open ambayo tutakuwa tunasomea kwa simu na nimefurahia sana, sababu haitaki maneno mingi. Sasa unangojea customer, utakuwa unasoma soma kwa simu, ukipata mteja unaacha, unaenda. So iko open na iko friendly na nimefurahia sana, nataka kujoin hii kabisa kwa nguvu, na ningependa kuhimiza bodaboda wenzangu wote, saa zile wanangoja customer wasipoeke, waingie kwa mtandao, wasome kwa bidii na online. Mimi yeah. Nimeshukuru sana, sijajiandikisha lakini napongeza Wanakenya wanakenya kwa wote, nataka mjiunge kwa majina. Naitwa Adriano Songo, napongeza masomo hii ya mtandao. wanakenya wote wote wa, wajiunge na, na hiyo mtandao, asante. na mlivyosikia hapo ni jinsi hali ilivyo katika eneo hili. Ni masomo ya mitandao ambapo serikali inazidi kuhimiza Wakenya wengi kutoka matabaka mbalimbali kujiunga ili kusomea mitandaoni kwa, kwa ufanisi wao kwa hivyo tutakuwa tukipata mapumziko mafupi, kisha tutakuwa tukirejea na mengi zaidi kutoka maeneo mbalimbali nchini.